Ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 mkoa wa Kusini Unguja. Chama Cha Mapinduzi CCM kimeahidi kujenga kiwanja cha kufurahishia watoto maeneo ya Hanyegwa mchana na kuendelea na ujenzi wa kiwanja kingine eneo la Paje. Hii ni sehemu salama kwa watoto kucheza, kujifunza na kukuza vipaji. Sambamba na hilo, Chama Cha Mapinduzi kimeahidi ujenzi wa kiwanda cha kusarifu taka na kupunguza changamoto za taka ngumu, kulinda mazingira na kuzalisha bidhaa mpya kutokana na taka zilizotumika. Swala la usafirishaji nalo halijaachwa nyuma. Kwa mara ya kwanza, wananchi wa Kusini watanufaika na kituo cha mabasi Koba kitakachorahisisha usafirishaji wa abiria na bidhaa huku kikipunguza msongamano na kuchangamsha biashara za maeneo jirani. Faida zitakazopatikana kutokana na kukamilika miundombinu hiyo ni pamoja na kuwepo kwa maeneo salama na yenye malezi bora kwa watoto, mazingira safi na afya bora kwa jamii, ajira kupitia kiwanda cha taka na huduma zinazozunguka kituo cha mabasi na kuimarisha mshikamano wa jamii kupitia huduma na miundombinu bora. Oktoba tunatiki.